Ah, kaka mkubwa, habari za asubuhi kwanza. Samani kwa usumbufu. Najua uko kwenye shughuli zako. Mi nilikuwa na jambo kidogo kuhusu hili swala la kugongwa kwa hapa watu. Sio mara moja, hata kuna siku kuna mtu aligongwa pale. Lakini nilikuwa naomba swala la ba msi sio mazingira haya. Hapa sehemu kuna sehemu ya kubeti hapo, kuna ba, alafu kuna banda la mpira. Jana kulikuwa na mechi ya Yanga pikipiki zimpaki hadi barabarani, barabarani na mkokoteni wa miwa huko barabarani, mtu anauza miwa anachungulia mpira kule, barabara imefungwa, mtu anatoka kushangilia mpira anaingia katikati ya njia. Je, mtu ataacha kupata matatizo? Lazima apate matatizo, kutokana hapa hamna hamna kizuizi chochote, na mtu anatoka huku kanywa huku, pale kuna ba mbele, kuna ba Walitaka ba msi wawekewa pale mbele, wamewekewa lakini kuna ba tena pia, na hapa kuna ba, kuna betting. Je, mtu ametoka kwa na stress zake kaliwa hela, si anaona bora afi? Eh? Eh? Kuna hapo, kuna betting hapo, kuna ba hapo, sawa, kuna banda la mpira, hilo banda la mpira wakafikiri Lafanya nini? Watu wanatoka mechi ime, kipindi cha kwanza kimeisha. Watu wako katikati ya njia wamezagaa. Mtu anatoka huko kafikiria haya chombo chake hakina break anafanya nini? Cha kufanyika bamsi weko hapa kuzuia hii sehemu hapa ya betting na banda la mpira. Bamsi mbili, banda la mpira hizi sehemu hapo. Kutokana hapo hivyo watu wanatoka hapo hivyo wanashangilia mpira. Mtu uko katikati ya njia. Waligongwa watu wawili nadhani. Ni vijana watoyo wanapita wakiwa na mwendo mkali sana, wanatuumizia watoto. Jana wamegonga watu wawili kwa muda wa robo saa, watu wako hospitalini. Na kuna siku tena kuna mbaba amegongwa hapa akafariki, wakakimbia. Sisi tunabaki na matatizo, tunashindwa kutuma hata watoto dukani eh. Leo tumeamua kufunga barabara ili tuwekewe matuta hapa kwenye hii barabara. Watu wa TANROADS waje watuwekewe matuta hapa kwenye barabara yetu. Waligongwa muda wa saa mbili usiku. mmoja yeah. e, aligongwa kwenye saa moja na nusu hivi na mwingine kwenye saa mbili kasoro. e, <tis> pikipiki bodaboda boda boda, boda, wanapita boda, wakinyanyua boda, tairi juu ndio wakagonga hawa watu halafu wanakimbizwa na, alafu, wana, wana na waw, wa, watu wa bodaboda wenzao wanawasaidia wanakimbia wanaacha wale majeruhi hapa hapo chini wako hospitalini e, lakini wameumia vibaya. Serikali itusaidie kuweka matuta kwenye hii barabara, kwa sababu watoto wa shule pia asubuhi wanagongwa sana. Wakienda shule, huwa lazima tuwasindikize watoto mpaka tuwavushe barabara. Kwa hiyo, tutakapowekewa matuta, nadhani patakuwa pana usalama kidogo kwa ajili ya hii barabara. Nauliza hivi, nauliza hayo mawe yaliwekwa na nani? Hakuna kusogea. Wewe ni kiongozi, baba. Baba. Tunaulizana. Nauliza na hivi, yale mawe yalekwa na wananchi? O, wao, wao wamekuja na bunduki zao na kutoa mawe pasipo ridhaa ya, wa yeah, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya wananchi. Je, ni haki? serikali ni ya kwao? Serikali ni ya kwao? Serikali ni ya wananchi. Una shida na sisi? <tapunika> hao hao maaskari waliokuja, kwa nini wamekuja kibabe? Kwa sababu wana bunduki? Tuache kwa sababu gani? Ndio mwanzo wa kututishia maisha, tunakosa amani kwa ajili yao. Kwa nini? Kwa mabunduki yao mekuja na mabunduki yao, hatutaki kusikia. Usalama gani? wanao shida, usiongee, wanao shida. Kwa nini wamekuja na bunduki? Kwa nini wamekuja na bunduki? hatutaki wanakuja na bunduki, kuna vita? Hatutaki huo mchezo, huo ni mchezo mchafu. Wanaasira na wananchi, wanapokuja na bunduki hapa, kuna vita? Sisi tunatetea watoto, watu wanagongwa, wanagongwa, watu wanagongwa hapa. Barabara hii inatekea usalama na tozi na pikipiki na yani, kila kitu hii barabara jamani, takiwa uangalizi. Askari wanakuja kutoa mwae barabarani, wamaaaekwa na wananchi, wanakuja na bunduki, kuna vita. Kwa nini wanakuja na bunduki? Sisi tunateta haki zetu, wanakuja na bunduki kwa ajili gani, wakati ni haki yetu ya msingi. Hii ni haki ya msingi, hakuna vita, hakuna harusi kwanza tumewaweka madarakani, wakae wao watulinde sisi, jinsi haina vita um. <tutu> Niombe nitoe pole sana kwa tukio lililotokea. Niwaahidi na niwaombe wananchi wangu, mtutulie. Ninakwenda kushughulikia kuanzia Jumatatu ndani ya wiki moja, tutahakikisha hapa ba tunapata bams sinta roho roho inaniuma sana kwa sababu wananchi wangu wanaumia na watoto wetu. Jamani, niseme hili jambo, sikuwa nalijua katika eneo hili. Leo ndo nimepata taarifa hii, ninakwenda kushughulikia. Kama mnavyofahamu, sisi tumechaguliwa, hatuna hata zaidi ya miezi miwili. Naomba sana, naomba chonde chonde, tuachie, nipeni nafasi hii ndani ya siku saba nitahakikisha kwamba bams inakuwepo. tunaomba tutare, babangu wanaokufa hapa jamani ni wengi, tumechoka. ni wiki moja, kana kwamba ni Jumapili bams litakuwepo. tunaomba mtekeleze, tumechoka kuzika, tumechoka na kwenda kufanyia kazi Nimesema, nimesema wiki moja, hakuna shida, itakuepo. Naomba tashiria moja kwa moja, nitahakikisha hiyo jumatatu mpaka Jumatatu Jumapili itakuwa imekamilika ndani ya siku saba.